Taba, au tu kwa interest za mtu binafsi, ni kwamba sio jambo la busara sana kuanza kutoboa siri za aina yoyote ile kwa public kuhusiana na hiyo kampuni ambayo unafanya nayo na kazi, kwa sababu ukifanya hivyo inasababisha makampuni mengine ambayo yanatamani kufanya kazi na wewe yakijua kwamba wewe huna siri it means kwamba hata kufanya kazi na wewe pia wataogopa, kutokana na kwamba watahisi kwamba the same, siku yote ile mnaweza mkapishana na ukatangaza tena siri za kampuni yao. Kwa hiyo hiki alichokifanya Ibra kuzungumza vitu havikupaswa kuzungumzwa wazi, ni jambo ambalo wadau huku mtandaoni wanadai kwamba ni kama vile Ibra amejiharibia katika mziki wake. Makampuni mengine yatashindwa kufanya naye kazi kwa sababu anaonekana ni mtu ambaye ukipishana naye kidogo au kivyoote vile anaanza kutangaza vitu ambavyo havikupaswa kutangazwa kwa jamii. Kwa hiyo hapa kuna page imekuja kuripoti na hii hususan ni ni baada ya Ibra kudai kwamba alishawahi kuendaga kuomba kodi kwa brother yake, au kwa kipindi hicho mtu ambaye alikuwa anamsimamia katika record yake ambaye ni Harmonize bosi wa Konde Gang eh. Ibra anadai kwamba alienda kumwomba hela ya kodi, Konde akamwita chumbani, kitu ambacho eh, watu wengi sana wameona kama vile haikuwa busara kivyovyote vile kwa yeye kutangaza hayo mtandaoni. Umeona bwana, kwa hiyo hapa kuna page amekuja amesema kwamba Ibra hana siri, amejiharibia kwenye muziki kwa. Hapa chini wakaandika kwamba amekosea sana kumsema vibaya bosi wake Harmonize kuhusiana na masuala ya chumbani. Ibra hawezi kuaminika tena na lebo nyingine yoyote ile, ajifunze kuwa ajifunze kwa Angela. Angela aliongea ukweli, mpaka sasa hivi hana msaada wowote wa na wasanii baadhi wanajifanya kama vile hawamjui sababu alikosa kaba Umeona eh? Kuna mtu ambaye akaendelea hapa kusema kwamba Ibrah, maisha ya mziki yapo hivyo. Yani ni kwamba mziki ni ushetani, mziki ni ushetani, ushetani ndio, ila hutakiwi kuwa hivyo. Unadhani kwamba utahamia WCB kwa kumsema vibaya Harmonize au utahamia King's Music kwa, kwa kuongea ukweli hapo, umejitoa mazima kwenye sanaa. Meona bwana, huyo ni Kado amezungumzia hilo, akiwa na pia ni moja kati ya wadau wa mziki huko katika mitandao ya kijamii. So ukiwa kama mdau, unahisi kwamba kweli haikuwa jambo la busara Ibra kutangaza kwamba aliitwa chumbani na Harmonize? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.